Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara nyingine tena na endelea na masomo ambayo Roho Mtakatifu alinipa nikiwa ni mbeba maono wa kanisa la Kipentekoste Duniani. Kwa hiyo somo la siku ya leo kama nilivyofundishwa na Roho Mtakatifu ni namna ya kuandika nyaraka za kiroho au chumbe za kiroho, na kabla sijaanza kufafanua jinsi Roho Mtakatifu alivyonifundisha kuandika nyaraka za kiroho basi nitasoma neno la Mungu kwa mistari au kwa sura chache kwenye vitabu vichache, na baadaye nitaendelea kufafanua jinsi Roho Mtakatifu alivyonifundisha kwenye kile kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 24 mstari wa 44, kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 24 mstari wa 44. Nitaenda kusoma kama ilivyoandikwa, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adamu yuaja. Kwa hiyo katika kuandika nyaraka za kiroho, kama Roho Mtakatifu walivyonifundisha kwamba mara nyingi nitumie neno ninyi, kama ambavyo tumeona hapa katika kitabu hiki cha Mathayo mtakatifu. kwenye kitabu cha Mwanzo pia kitabu cha Mwanzo sura ya 23 mstari wa 11, kitabu cha Mwanzo sura ya sura ya 26 mstari wa 11, namo nitakwenda kusoma kama ilivyoandikwa. Sivyo, bwana wangu, unisikilize, lile shamba na kupa, na pango liomo na kupa, mbele ya wana wa watu wangu na kupa, uzike maiti wako. neno ambalo Roho Mtakatifu pia alinifundisha kwamba napoandika nyaraka za kiroho au tunapoandika nyaraka za kiroho, unatumia pia neno watu wangu, watu wangu, watu wangu. Mungu anaweza kusema, Mungu anasema pia watu wangu, hata mwanadamu pia anaweza kusema watu wangu kulingana na uhusiano ulivyo. kwenye kitabu kile kitabu kile cha Kutoka ile sura ya tatu mstari wa saba, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao maana na najua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi iliyojaa maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na mwamori na mpere na Mperezi na Mhivi na Myebusi basi tazama kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia tena, nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri Misri wanawatesa. Kwa hiyo katika kuandika nyaraka za kiroho kuna neno tena, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Mwanzo, imetumika neno watu wangu. Tunasoma tena kwenye kitabu kile kitabu cha Wakorinto kitabu cha Wakorinto kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya kumi na tatu mstari wa kumi kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya kumi na tatu msari wa kumi Nami ninaenda kusoma kama ilivyoandikwa. Kwa sababu hiyo naandika hayo nisipokuwapo, ili nikiwapo nisiutumie ukali kwa kadri ya uwezo ule niliopewa na Bwana kwa kujenga wala si kwa kubomoa. Kwa hiyo neno pia naandika kwa hiyo, tunapo andika nyaraka za kiroho pia unasema neno ninaandika. Kwa hiyo kama nitakavyokuwa nikieleza pia, nikieleza pia kadri Roho Mtakatifu alivyonifundisha kwenye mkataba, Roho Mtakatifu anaambia Utakuwa mwalimu wa Biblia, lakini si mwalimu wa walimu. Utakuwa mwalimu wa Biblia, lakini si mwalimu wa walimu. Kwa hiyo naposema mwalimu wa Biblia, maana yake ninazungumza mambo ambayo yako kibiblia na mambo ambayo Roho Mtakatifu anayaleta nikiwa kama mtumishi wa Mungu au tukiwa kama watumishi wa Mungu tunapaswa kuandika nyaraka za kiroho kwa misingi gani? Tunasoma pia kitabu kitabu cha Esta. Nasoma kitabu kitabu cha Esta. kitabu cha Esta ile sura ya 8 na mstari wa nane. Kitabu cha Esta sura ya 8 mstari wa 8 kumeandikwa hivi: basi nawaandikieni Wayahudi pia vyovyote mpendavyo kwa jina la mfalme mkatie muhuri kwa pete ya mfalme, kwa kuwa andiko lililoandikwa kwa jina la mfalme na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme hakuna wezaye kulitangua. Kwa hiyo tunapoandika nyaraka za kiroho pia, kuna neno ambalo tunasema waandikieni au ninawaandikieni Ayo, baada ya kusoma maandiko haya, niseme kidogo kuhusu utangulizi wa somo hili, namna ya kuandika nyaraka za kiroho au jumbe za kiroho. Utaratibu wa kuandika nyaraka za kiroho au jumbe za kiroho, moja au kipengele cha kwanza lazima uwe na sababu ya kuandika ujumbe huo. Mbili, ni lazima pia ujue unachokiandika unakipeleka wapi. Alafu ujiulize unataka nini, utapata nini kwa ujumla? Watu huwa hawaandiki tu kwa sababu wanaandika. Hata wanaoandika vitabu hawaandiki tu kwa sababu wanaandika, maanake unapoandika kitabu lazima uwe ujue uwe na kiini chake, na ukishaandika hicho kitu unawapelekea kina nani kule unataka upate nini? Maanake unataka kuna lazima kuwe na unaewakusudia kuwapelekea unachokitaka, unataka wafanye nini? Kama ni mambo ya kiroho, labda waombe sawasawa sawa, au waabudu sawasawa na wakishafanya hivyo unapata nini? Manake unapata matokeo watu wanafanya sawasawa sawa, na unapata baada ya watu kufanya sawasawa sawa, manake unapata mafanikio. Kwahiyo huo ndio utaratibu wa kuandika nyaraka za kiroho au jumbe za kiroho. Kuandika ni njia ya kutaka kurekebisha jambo fulani. Huwezi kuandika tu, maanake unapoandika, manake unataka una kurekebisha jambo fulani. Ninaporekodi sauti au audio hii, maanake nina sababu ya kurekodi, nina kiini chake ni nini? kiini chake ni kwamba watu waelewe kuandika nyaraka, watumishi wa Mungu waelewe kuandika nyaraka za kimungu au nyaraka za kimbingu au nyaraka za kiroho. Manake Roho Mtakatifu anataka kutatua tatizo, maanake kuna tatizo ambalo Roho Mtakatifu anataka kulitatua. Uwezi kuandika tu ili mradi unaandika, unaandika ili kurekebisha jambo fulani. na rekodi ujumbe huu ili kurekebisha jambo fulani, jambo la kuandika nyaraka za kiroho hasa. Roho Mtakatifu anaanza kunielekeza anasema hivi, unapoandika nyaraka za kiroho. Roho Mtakatifu anasema unapoandika nyaraka za kiroho Unaweza kusema hivi, ninawaandikieni watu wangu mliopo katika mji huu, maanake unautaja huo mji. Bwana anataka mfanye mambo haya, unayataja mambo ambayo unataka watu hao wa wayafanye. Ninawaandikieni watu wangu mliopo katika mji huu, maanake unautaja huo mji. Bwana anataka mfanye mambo haya. Kipengele cha pili Ninawandikieni enyi watu mnaokaa katika mji huu unaotaja wa mji Bwana anataka ufanye mambo haya. Unaandika vitu ambavyo unataka wafanye. pengele cha pili, pengele cha pili Ninawandikeni enyi watu wangu mnaokaa katika mji huu, unautaja mji. Bwana anataka ufanye mambo haya, unaandika vitu vile ambavyo unataka wafanye. Kipengele pili, ambacho Roho Mtakatifu anafundisha pia, nasema hivi: mimi ni mwandishi na nimeandika vitu hivi, na ninaandika kwa jina la Yesu aliye hai. Mimi nimeambiwa niandike hivi. Unaandika vitu vile ambavyo umeambiwa uviandike, ambavyo unataka watu wavifanye. Kipengele cha tatu: mimi ni mwandishi na nimeandika vitu hivi, na ninaandika kwa jina la Yesu aliye hai. Mimi nimeambiwa niandike hivi unaandika vitu vile ambavyo umeambiwa na Mungu uviandike ambavyo unataka watu wavifanye. Kanuni ya pili unaanza kuandika hivi, nyaraka ya kiroho unaanza kuandika hivi: Roho wa Bwana asema, nimeona katika roho kwamba kuna watu wameandikiwa kwamba wamesema na Mungu nao ni hawa hapa. Unataja una, una kwa msimbo au kwa kificho. Maana yake nini? Roho Mtakatifu anaweza kukupa uh, kufanya utafiti juu ya watu fulani wa Mungu, kuulizia mambo fulani fulani ya kimungu, au unatafuta habari fulani ya kutoka kwa watu wa Mungu, yale ambao wamesikia kutoka kwa Mungu. Hapa ni Mungu alinipa au Roho Mtakatifu alinipa kazi ya kufanya utafiti kwa watumishi wa Mungu wapatao tisa, ili nione ni jinsi gani Mungu amewaita. Kwa hiyo ninapoandika habari hiyo ya utafiti, nitasema hivi: Roho Bwana asema, nimeona katika roho kwamba kuna watu wameandikiwa kwamba wamesema na Mungu, nao ni hawa hapa. Unawataja kwa msimbo au kwa kificho. Manake kama uliongea na mchungaji anaitwa labda Daniel Moses, manake utaandika jina lake moja kwa moja kwamba Daniel Moses, unaweza ukaandika Mesha, unaweza kaandika jina lingine hiyo ni kanuni ambayo Mungu alikuwa ananipa kwamba unapofanya utafiti kwa watumishi wa Mungu, wakikupa utafiti, uandike majina yao kwa kificho. Kuna sababu kubwa ya kufanya hivyo. Kuna sababu kubwa ya kufanya hivyo. Kipengele mm -hmm, cha nne. Kipengele cha nne. Nimewaandikieni ninyi watu mnaokaa katika mji huu. Nimewaandikieni ninyi watu mnaokaa katika mji huu. Maanake unautaja mji huo. Bwana anasema mfanye mambo haya au mrekebishe mambo haya, unayataja mambo hayo. Narudia tena, kipengele cha tano, jinsi Roho Mtakatifu alivyonifundisha kuandika nyaraka za kiroho au jumbe za kiroho. Nimewaandikieni ninyi watu mnaokaa katika mji huu, unaotaja mji huo Bwana anasema mfanye mambo haya au mrekebishe mambo haya, unayataja mambo hayo. Kipengele cha sita: mimi ni mwandishi na ninawaandikieni mambo haya kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeambiwa na Roho niwaandikieni mimi ni mwandishi ninawaandikieni mambo haya kwa jina la Baba, Mwana Roho na, mta, na Roho Mtakatifu. Nimeambiwa na Roho niwaandikieni. Kipengele cha saba, mimi ni mwandishi ninawaandikieni mambo haya ninayoyatoa katika Roho. Mfanye mambo haya, unayotaja mambo hayo hayo mimi ni mwandishi ninawaandikieni mambo haya ninayoyatoa katika Roho. Mfanye mambo hayo unayataja mambo haya. Kwa hiyo hivi ndivyo Roho Mtakatifu alivyonifundisha namna ya kuandika nyaraka za kiroho, kuandika jumbe za kiroho. kwa hiyo Roho Mtakatifu aliniambia kwamba ukipewa kitu cha Kimungu, manake wape na wengine. Kazi ni ya watu, kazi ni kazi ya Mungu, sio kazi yako. Ndio maana Roho Mtakatifu anasema itie nguvu kazi ili pate kuonekana katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo kwa leo au kwa kipindi hiki nipate kuishia hapa, na naendelea kusisitiza kwamba mambo haya siyo ya kwangu, ni mambo ya kanisa. Mungu amenipa kwa manufaa ya kanisa, Mungu amenipa kwa faida ya kanisa, wala sio faida ya mwanadamu, wala sio faida yangu. Mimi ni mwakilishi tu mimi ni mjumbe tu, mimi ni balozi tu. Nimepewa mambo haya ili niwapeni, nalo ni kanisa la Kipentekoste. Mungu wa mbinguni akubariki. Amina.